wa zawadi alizo alio, alio wawekea watu wake mpate, kuta, mpate kutambua njisi uwezo wake ulio mkuu mno kwa ajili yetu eh, sisi tunao. Amini. Uwezo huo unao unaofanya kazi e, ndani yetu ni sawa na nguvu ile kuu mno aliyomfufua nayo Kristo Yesu ka, kutoka wafu. Haleluya, amen. Tutaweza kusimamia pale mm. Ili huyu ni ni ndugu Paulo alikuwa anambia watu wa Efeso mm. Eh, labda Paulo aliona kila wakati yenye Paulo alikuwa ki, aki- akitoka aki nafasi ameshatia kanisa, kama nasikia labda kuko neno lenye haliendeki mm -hmm. Alikuwa anarudia tena anakuya kuwaonya anakuya kuwaongoza. Sasa watu wa Efeso walikuwa labda wameshaacha wa, wa neno la Mungu, wanaingia mu, vitu vya giza giza, nakawaambia ninakuja kuwa, kuwaonesha mwanga muingie katika mwanga na mujue ya kwamba Mungu anao uwezo, na tawaza kuwatia mwa ile uwezo na ile uwezo ni uwezo gani? Mkumbuke uwezo wenye Mungu iko nao alipo alipomfufua Yesu katika wafu na kwa leo iko mkono yake wa kuume, ni uwezo wa ajabu. Lazaro, tunajua ya kwamba Lazaro alikuwa shakufa wakati yenye Yesu alisema seme mwende, mwende umfunue, asema nalala e, bakakwazika asime Bwana anakuwa mkunuka. mm -hmm. Eh, tuangalie na hata na sisi wapendwa, kama mtu anamaliza sawa, siku siku tatu au siku mbili, mule mserikee mule mumorge kisha unamwambia una sema pana. Ule analala eh, at, atalamuka atasema kainawezekana. mm -hmm. lakini Mungu anayo ile uwezo lakini kwa sisi kwa leo kwa dunia yetu kwa leo tumesahau ya kwamba Mungu iko na ile uwezo mm -hmm. Waliosikia hili neno, Mungu awabariki amen. mm -hmm. Eh, tusikie wimbo wa kwaya, kwaya yetu. Uwe karibu na Mungu akubariki.

bukia vya ulimwengu tena uwezi kushiba vya ulimwengu kwaenda mbio katika zambi wala kiasi una kabisa. Kwa nini kusumbukia vya ulimwengu tena uwezi kushiba vya ulimwengu? Wakati wa sasa ni wa kuepuka yote yanayozungukwa na ulimwengu. Wakati wa sasa ni wa kuepuka yote yanayozungukwa na ulimwengu. Unanunua zambi na pesa, ulevi, uzi

Wanini kusumbukia vya ulimwengu? Tena uwezi kushiba vya ulimwengu. Haleluya, Mungu akubariki. Imefika wakati mzuri ya kukaribishana eh, Deborah Mungu akubariki si. Na uwe karibu.